92 au 6678 813891. Habari za asubuhi mtazamaji wa sauti kuu tv online, karibu katika matangazo ya moja kwa moja kutokea hapa studio zetu za kawe jijini Dar es Salaam Tanzania. Mshirika wetu asubuhi ya leo ni kanisa la Tabernacle of Glory TAG kawe lililopo Kawe Ukwamani, nyuma kidogo tu ya ukumbi wa CCM na kituo cha mafuta cha Puma. Wao wanakukaribisha katika ibada zao kila Jumatano saa kumi na nusu jioni hadi saa kumi na mbili kamili jioni. Ibada hii ni ya mafundisho ya Biblia maombi, maombezi na hata ushauri endapo utahitaji. Kwa siku za Jumapili wana ibada mbili, ya kwanza inaanza saa moja kamili asubuhi hadi saa tatu. Na ya pili ni saa nne kamili asubuhi hadi saa sita mchana. Hivyo unakaribishwa sana kufika hapo na kushiriki ibada hizo pamoja na watumishi wa Mungu wa mahali hapo. Lakini pia ukumbuke kuwa kama uko mbali na jiji la Dar es Salaam, kwa maana nyingine, si rahisi kwako kufika, basi unaweza kutizama ibada hizo na mafundisho mbalimbali mbali, kupitia mitandao yetu ya kijamii ikiwemo uh, YouTube channel Sauti Kuu TV Online kadhalika Rev. ES Munisi Online TV, Rev. Elingarami Munisi Online TV. Hivyo subscribe katika chaneli zote hizi mbili na ubonyeze alama ya kengele itakayokusaidia kuwa wa kwanza kupata na kupokea taarifa zote mpya kutoka kwetu. Karibu wewe mdau wa magazetini leo, ninayekuangazia magazetini leo, jina langu naitwa Dorcas Daniel kwa sababu hiyo wengine huniita double d, si mbaya. Hata huko kwenye mitandao ya kijamii mingine inafahamika hivyo. Kukamilisha matangazo haya asubuhi ya leo, siwezi kuwa peke yangu, la hasha. Mwenzangu ni Freedom Richard. Karibu tuangazie magazetini leo, tukianza na sehemu ya kwanza mahususi kwa habari za kitaifa na kimataifa. Kumbuke ya kuwa leo ni tarehe kumi na moja, mwezi wa kumi na moja mwaka 2025. Hivi sasa ni saa moja dakika 32 kwa saa za Afrika Mashariki, Afrika Kati huko ikitajwa kuwa saa kumi na mbili dakika 32. Kwa kawaida magazetini leo inakujia saa moja na nusu yani dakika 30, sasa tayari zimekusha kusonga dakika mbili tangu lipo timu hiyo saa moja na nusu kwa saa za Afrika Mashariki. Nianze na gazeti Nipashe. Na ukumbuke kuwa leo ni e, mkutano ama bunge la 13 leo tarehe 11, hivyo magazeti mengi yanaandika habari hiyo kuelekea tukio hilo litakalofanyika leo kuanzia majira saa 3 asubuhi. Kwa hiyo utayasikia hayo sana katika nakala tofauti za magazeti. niku hadhari Nipashe Mwanga wa Jamii, ukurasa wake wa mbele habari kubwa inasema uponyaji taifa hivyo tu maaskofu eh, Ruwa'ichi Dr. Shaw waonesha njia, wakitaka jamii na mamlaka kujitafakari kwa sura pana kuhusu kiini cha uvunjifu wa amani. Uponyaji taifa, Dokta Mwinyi arejea kivingine Ikulu akiahidi ajira laki tatu na elfu hamsini. Usalama wa kuhamisha kesi ya uhaini ya Lisu. Samia awarejesha bungeni Gwajima, Bashiru na Mwinyi. Samia awarejesha bungeni Gwajima, Bashiru na Mwinyi. Hii ni mara baada ya kufanya ule uteuzi wa hawa viongozi. Makada watano wa upinzani kuchuana na Zungu uspika leo. ACT Wazalendo kudai ushindi mahakamani ni habari ambayo imetajwa katika gazeti Nipashe, Mwanga wa Jamii. Unaweza kujipatia nakala hiyo. Gazeti Uelekeo: Rais Samia ateua wabunge sita, yumo Gwajima, Bashiru na Kombo. Tanzania yaithibitishie dunia utulivu wa utalii. Rais Dr. Mwinyi aeleza mwelekeo mpya Zanzibar bunge la kumi na tatu kuanza leo. Kama nilivyokutaarifu hapo mwanzo, Wamachinga sauti ya Wanyonge asubuhi ya leo limeandika Presha baraza la mawaziri, presha baraza la mawaziri. Habari hii utaipata vilivyo katika ukurasa wa pili. Wapimana ubavu na zungu kuwania uspika wa bunge, wapimana ubavu na zungu kuwania uspika wa bunge. Wizara ya Nishati yapongezwa utoaji elimu nyanda za juu, habari hii pia utaipata hapa. Habari nyingine ni TRA yakabidhi milioni 30 kwa vikundi vya wajasiriamali Ilala. Huku kwingine kuna kusema Dkt. Mwinyi azindua baraza la 11 la wawakilishi, atoa mwelekeo wa serikali yake. Ni habari pia ambayo utaipata katika gazeti wa Machinga, sauti ya Wanyonge. Naondoka hapo nikiongezea gazeti Mwana Habari, gazeti Bora. Dr. Samia teua wa bunge sita, yumo Dr. Gwajima, balozi Kombo, balozi Hamis, Dr. Bashiru Ali, wengine Dr. Nyansaho. Abdulla Mwinyi abakisha nafasi sita, abakisha nafasi sita. Bunge kuanza leo kwa uchaguzi wa spika na naibu wake, habari hii metajwa katika gazeti Mwanahabari, gazeti bora. Tanzania yaihakikishia dunia hali ya utalii iko salama. Viongozi Chadema waachiwa kwa dhamana. Habari hii utaipata hapa katika gazeti Mwanahabari, gazeti uh, bora. Gazeti Majira, gazeti huru la kila siku, limeandika Tanzania yaihakikishia dunia usalama vivutio vya utalii. Samia ateua wabunge Dr. Bashiru naye ndani. Samia ateua wabunge Dr. Bashiru naye ndani. Majaji waamuru kesi ya Lisu kuendelea kesho. Rais Mwinyi azindua baraza la mawakilishi atoa mwelekeo. Bodi ya wakurugenzi TIL yakabidhiwa mikoba rasmi kunyonya vidole utotoni, tabia yenye ukweli na changamoto za kiafya. Habari hii imetajwa. Kimbunga kaimaegi chaleta maafa Vietnam. Ahadi ya kamishna eh, mkuu wa TRA yatekelezwa Ilala. Habari hizi na nyingine, na, eh, na nyingine nyingi na nyinginezo utazipata katika gazeti Majira, gazeti huru la kila siku gazeti Zanzibar leo, kwa ukweli na uwazi. Aahidi kuheshimu maridhiano ni Rais Mwinyi akizindua baraza la wawakilishi. Habari nyingine ni Tanzania yaihakikishia dunia usalama uthabiti wa utalii. Kukamilika kwa sera kutaleta ufanisi kwenye mashirika. Msajili huyo Hemedi ahimiza utendaji kuongeza ushirikiano. Dkt. Samia ateua wabunge sita huduma za maktaba Zanzibar kuimarishwa. Kamata nakala gazeti Zanzibar leo kwa ukweli na uwazi uweze kupata habari hiyo kwa kina. Vilevile gazeti Uhuru ukweli daima asubuhi ya leo limepambwa na habari inayosema mambo matatu kulitikisa bunge likitarajiwa kuanza leo. Sasa pengine tutafahamu hayo mambo matatu ni yapi ambayo yatalitikisa bunge Bashiru Bwajima wateuliwa ubunge. Raisi Mwinyi aanika vipaumbele kumi na vitano. Dr. Abbas aieleza dunia amani utulivu vya tawala nchini. Rais Mwinyi aanika vipaumbele kumi na vitano, ni habari ambayo utaipata katika gazeti Uhuru ukweli daima. Gazeti Jamhuri, tunaanzia wanapoishia wengine, limeandika maridhiano wengi wataka yaanze haraka. kimiti ya taka mwafaka wa kitaifa e, waitaka serikali e, kuunda kamati maalumu kuchunguza machafuko na kurejesha amani. Profesa wangwe aonya e, kamata, kamata inayoendelea asema si suluhu. Jaji warioba taka kila upande ujishushe, awasihi vijana wasihemke. Rais Samia aweka rekodi Tanzania. Soma zaidi ukurasa wa 18. Gazeti Jamhuri likiandika ukurasa wake wa mbele, maridhiano mama Tanzania. Soma ukurasa wa tatu. Vilevile, wiki muhimu, mwelekeo mpya, ni habari ambayo imetajwa katika gazeti Jamhuri. Nani alaumiwe ongezeko e, e, nani alaumiwe la watoto wa mitaani? Swali kwa mujibu wa gazeti Jamhuri. Mtazamaji, tutumie maoni yako, nani alaumiwe ongezeko la watoto wa mitaani? Mtazamaji, hiyo ndio sehemu ya kwanza ya magazetini leo iliyo mahususi kwa habari za kitaifa na za kimataifa. Sasa tuangazie michezo na burudani eh, nikianzia gazeti Uelekeo Spoti. Leo yetu ndio kesho yetu Yanga wanasema tumekwepa hujuma kwa Mkapa. Tumekwepa hujuma kwa Mkapa, habari hii utaipata ukurasa wa mwisho wa gazeti hili e, Uelekeo Spoti pia limeandika Ronaldo adai yeye ndiye maarufu zaidi duniani. E bana, Ronaldo adai yeye ndiye maarufu zaidi duniani kwa upande wa soka, pengine ama la, sifahamu Kamata nakala hii uweze kupata habari kwa kina. JKT Queens yaanza kwa sare Misri, Nyota Taifa Stars watinga kambini. Haya utayapata katika gazeti uelekeo spoti leo yetu ndio kesho yetu, utakapokamata nakala hiyo ukurasa wake wa mwisho tu. Huku wa machinga spoti likiandika minziro ataja sababu ya bigman kufanywa vibaya, meneja Simba ateta sub zake, mzize kukaa nje miezi miwili huku Geita yaichapa Polisi Tanzania Championship. Moroko aendelea kuula TFF. Habari hizi na nyinginezo ni kwa mujibu wa gazeti wa Machinga spoti e, asubuhi ya leo. naondoka hapo nikitupia macho gazeti mwanahabari gazeti bora michezoni. Hapa Simba Kamara atakaa nje sana. E, kocha Mgunda anasema tuliwabana. Azam Gamondi aingia kambini na Taifa Stars Dube ito Stars ya Zimbabwe. JKT Queens yaanza na sare ligi ya mabingwa haya bwana. Gazeti Majira gazeti huru la kila siku bwana limeandika Karia aing'ata sikio, timu ya taifa ya wanawake futsal apania kupeleka mchezo huo mashuleni, kikosi kuondoka leo. Vilevile, gazeti hili limeandika matokeo JKT Queens yamfikirisha kocha, ya kocha matokeo JKT Queens yamfikirisha kocha. Habari hiyo utaipata katika gazeti Majira, gazeti huru la kila siku utakapokamata nakala hiyo. ni kuangazia gazeti Ngurumo, Ngurumo Sporti. Uh, mambo ya kocha Dimito Simba yaja na mifumo tofauti Dimito Pantev. E, mambo ya kocha Pantev Simba yaja na mifumo tofauti. Mechi mbili za Simba Sports Club za watisha wa Angola. E, mpanzu soa waja na kombinesheni hatari. Pira tatu Simba laitikisa Yanga, pira tatu Simba laitikisa Yanga. Simba yataka pointi tatu kwa Azam, vilevile, okelo in maema out dirisha dogo. Ngurumo Sport limeandika okelo in maema out dirisha dogo. Habari hii utaipata katika nakala hii ya gazeti Ngurumo eh, Spoti utakapokamata nakala hiyo, ni vyema kujipatia nakala kupata habari kwa kina, lakini vile vile kuondoa utata wa habari ambayo hujaikamata vilivyo katika ufahamu wako, baada ya kuisikia kutoka kwenye nakala hizi nilizokuangazia. Mimi ni Dorcas Daniel, upande wa mitambo mwenzangu ni Freedom Richard. Hii ndio tamati ya magazetini leo, kwa siku ya leo nikutakie wakati mwema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 sifuri sita saba nane nane moja tatu nane tisa moja.